Eh. Bwana, kwa hiyo mtoto wangu hapa nikitaka kumpeleka shule nimpeleke shule gani? Nataka kumsomesha mtoto. Eh. Aenda shule. Eh. Mimi naona shule nzuri mm, kwa mtoto mm, kwa sasa hivi kwa taifa letu hili la Tanzania mm, mtoto mpeleke kwenye shule ya kilimo, kilimo. Eh, mtoto shule ya kilimo ajifunze namna gani ya kulima Hmm, kwamba yani kuanzia upandaji wa mbegu unaona bwana, hmm, mpaka kufuatilia hatua kwa hatua zile za ulimaji iwe, hmm, iwe mpunga unaona bwana, iwe mahindi unaona bwana, kwa sababu ukisema mtoto umpeleke shule yani akasome, ndio si ndio? Mm, ile form 1 sijui form 1 form 2 mpaka form 6 si ndio? chuo ukiangalia, mm. eh, bwana kupoteza muda, unaweza kutumia miaka sita, mtoto anasoma fomu moja mpaka fomu sita. mm. Eh, mtoto kamaliza, si ndio bwana? Ndio anaenda chuo miaka sita, tano au mitatu, si ndio bwana? Miaka mm. kumi na ngapi, mingi sana. Baada ya hapo, mtoto anarudi nyumbani, ana ajira Alafu hana mtoto, mzazi, milioni ishirini kumi, mm. Alafu hana tena mtaji, wewe mzazi, umetoa karibia milioni ishirini kumi kumsomesha mtoto, si ndio bwana? Halafu mtoto anarudi nyumbani, hata hiyo milioni moja kwa kurudishia hawezi. Umeona sasa ndiyo, yaani mtoto asikakasoma, hey. Sa amemaliza shule ndiyo, baada ya hapo sasa ile hela mm. Eh, ambao umemsomeshia milioni 20. Mm. Unaona bwana? Kwa mfano mtu amesoma udaktari, si ndio? Mm. Katumia pengine milioni 20, milioni 30. Mm. Sasa ule manake ni kama mkopo. Mm. Kwa mzazi ni kama mkopo. Sasa natakiwa mtoto ule arudishe mkopo. Mm. Kama vile ambavyo serikali inavyofanya eh, wakikupa mkopo baadaye, sio natakuwa kuwarejeshe kurudishie ule mkopo. Ndio. Sasa mzazi utaipataje ile milioni 20? Mtoto akisharudi shuleni. Mm. Ambia sasa mwanangu, naomba milioni ishirini iliyokusomeshea ile nipe. Mm. mimi nikanolia mbuzi au ng'ombe au wenzako nao pia wasome. Mtoto hawezi hawezi kurudisha. Kwa hiyo kilimo gani bora ili mwanangu nimpeleke kama hivi mpunga, unaona bwana. Mm. Kilimo mpunga kama hivi, ukazingatia uka vizuri mbegu. Mm. Eh. Eh, kuanzia maandalizi ya shamba mpaka mm. mwisho mtotoleza